Wamemchukua makamu mwenyekiti, yuko katikati ya wananchi, wameondoka naye moja kwa moja kwa mguu, baada ya polisi kuonekana kwa kwamba wana mpango wa kumuumiza ama kumjeruhi. Kwa hiyo hilo ni mamia ya wananchi, watu ni wengi, na wananchi wameamua kuondoka naye wenyewe kwa mguu Makamu mwenyekiti wa chama aliyekuwa anaenda msibani kwa Raila Odinga, na ameporwa pasipoti na watu wa maigresheni kwa nguvu. Kwa hiyo wananchi wameamua kuondoka naye kumsindikiza aweze kuondoka eneo lile, kwa sababu usalama wa eneo lile umekuwa mdogo. Kwa hiyo kama mnavyoona, hali ndivyo inavyoendelea hapa kwenye boda ya Sirari, one stop boda point. Wananchi wameamua kuondoka na mheshimiwa John Heche.